Yes, leo kwenye each one teach one, najua tupo katika sherehe za sikukuu za Eid el Fitri. Jana Answar Sunna wameingia uwanjani, na leo Sunni wal jama wako uwanjani. Imadi ni burudani tu, lakini mimi leo nataka tuzungumze kuhusu kauli tata aliyoitoa rais wa Marekani jana Donald Trump e, akionyesha kukerwa na hotuba aliyoitoa rais wa Urusi Vladimir Vladimirovic Putin juzi. Ndani ya hotuba yake rais Putin alionyesha kupendekeza kwamba Ukraini Zelenski ameshamaliza muda wake, aondoke madarakani na Ukraini iwe katika uongozi wa muda wa umoja, chini ya Umoja wa Mataifa, wakati huo ikiandaa uchaguzi wa kumpata rais atakayekuwa na, na uhalali wa kuongoza Ukraini e, matamshi ambayo pia rais wa Marekani Donald Trump alipoingia madarakani alikuwa anayaongea sana akisema Zelenski hana uhalali, anatumia vita kuendelea kubaki madarakani, vitu kama hivyo. Aliongea sana Trump kauli kama hizo, mwona bana, hadi ikafikia muda wakamwita Zelenski pale ofisi ya, ya oval, oval office, ile ofisi ya umbo la yai ndani ya ikulu ya Waitausi. Wakamwita pale na hawakufikia mwafaka kwa sababu Zelenski akawa na msimamo ambao haina maslahi kwa Marekani, wakafikia mpaka wakavunjiana heshima pale, nadhani eh. Lakini leo hii unaona unaona kwamba Putin anaongea yale yale, na Trump anaonekana kung'aka kusema kwamba haiwezekani Putin kuongelea masuala ya Zelensky kuondoka na vitu kama hivyo eh. Wengi wanaochambua wanadai kwamba kwamba eti Trump wameanza kujua ukweli, lakini unasahau kwamba Trump ni rais wa, wa nchi ya demokrasia, lakini ni rais wa mrengo wa kulia, rais ambaye ana karibu ya kidikteta. Marais ambao sasa hivi dunia inawapenda sana wanashinda kwenye mataifa mengi, watu viongozi wa aina hiyo, wa sisi kwanza, umeona bwana, sababu dunia ipo katika vita kubwa ya kiuchumi. Kwa hiyo marais kama Trump wa sisi kwanza wanakubalika maeneo mengi, na of course ndio huwa wanafanikisha mataifa yao kwa kiasi kikubwa sana, marais wa karibu kama ya Trump. Lakini wengi wanadai kwamba kajua ukweli, sio hivyo. Ukweli ni kwamba tayari Zelensky ameingia kwenye kumi na nane za Marekani, Eh, kupitia sera yao kuu ya, ya Marekani kwamba wao hawana rafiki wa kudumu wala hawana adui wa kudumu isipokuwa wao wana maslahi ya kudumu. Hasa mwanzoni walimuona Zelensky afai kwa sababu wa kuonyesha kuwa na maslahi ya kudumu kwa Marekani. Eh, na na, na, na, wakati huu Zelensky amejia kwenye 18 za Marekani, eh, amekubali kutoa madini ya muhimu, muhimu, ya nchi yake kwa ajili ya Marekani. Amekubali kutoa rasilimali za taifa lake kwa ajili ya Marekani, kwa sasa hivi tayari Trump anamwona ni mtu mzuri, ndiyo maana anampinga Putin kutaka Zelenski aondoke na Putin naye anapambana Zelenski aondoke wakitaka, na wenyewe wamweke rais ambaye atasikiliza matakwa yao ya Urusi, kwa sababu mpaka kesho Urusi wanaamini na ndivyo ukweli ulivyo kwamba Ukraini ni eneo la Urusi. Kwa kitendo cha Zelenski kukubali kutoa rasilimali muhimu za madini ya ya ya, ya Ukraini kwa Marekani, Warusi wa wanaona kama ana, anagawa rasilimali za Urusi kwa adui yao, mpinzani wao mkubwa ambaye ni Marekani kutoa rasilimali za nchi yake. Kwa hiyo huo ndiyo sababu kuu ya Trump kuongea yale aliyoyaongea jana, kwamba anachukizwa na hotuba ya Putin, hasa kwa pale alipoongea kwamba pale Putin, kwa kwa Putin aliposema kwamba Zelenski aondoke madarakani. Mwona bwana kwa, unaweza kuona kwamba wao wote wapo kimaslahi zaidi, sio kikikwamba tu anampenda Marekani, anampenda Zelenski au anataka haki, au Urusi si anataka haki uchaguzi ufanyike. Hapana kwenye Each one teach one ni kazi yetu, ndio hiyo kuambiana ukweli. Tusichambue mambo kwa kufata tu kile ambacho anakiandika wao, mambo mengine tuongize akili zetu wenyewe, kwamba kwa nini Trump akabadilisha msimamo ghafla kwamba sasa Zelenski ni mzuri, na wakati mwanzuri alimwona ni mbaya? Ni kwa sababu ameingia kwenye ile sera ya Marekani kwamba hawana rafiki wala adui wa kudumu, isipokuwa wana maslahi ya kudumu, na kupitia Zelenski wanapata maslahi ya kudumu pale Ukraini. Iko hivyo, so sio each one teach one bila Marekani.